Kata ya Lupila inayoundwa na vijiji vya Ludilu, Kijombe, Ukange na Maranduku ni miongoni mwa kata zinazopatikana katika ukanda wa juu wa safu za milima ya Livingstone, jiografia ambayo imekuwa mwiba siku zote kwa wananchi kabla na baada ya uhuru linapokuja swala la kutafuta maji kwa matumizi ya nyumbani. Kwa kuona ukubwa wa tatizo hilo ambalo limekuwa likiwalazimu wananchi hususan akina mama na watoto kusafiri mbali mrefu na kutumia zaidi ya saa tatu kufata maji mabondeni, serikali ikaamua kutafuta fedha na kisha kuanza ujenzi wa mradi wa maji ili kuondoa adha hiyo, kama hapa Mhandisi Innocent Lyamuya, meneja wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mijini na vijijini RUWASA, na mkuu wa wilaya ya Makete Kissa Gwakisa Kasongwa wanavyoeleza. U unaenda kuondoa tatizo ya upatikanaji wa maji katika vijiji vyote vinne vyenye takriban ya watu elfu tatu na mradi huu mpaka ukamilika kwake utagharimu shilingi bilioni 2.5. Kwa hiyo kwa ujumla watu zaidi ya elfu tatu wanaenda kunufaika na, na mradi huu na, ukitumiwa vizuri na ukatunzwa kama Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema, unakwenda mpaka mwaka 2045. Nimeona bango kwamba hamjalipwa, watu walifanya kazi hapa hawajalipwa. Kwanza nishukuru kwamba mkandarasi aliweza kutoa kazi kwa watu wa hapa. Labda sasa Uh, mkandarasi uko wapi? Changamoto ni nini? Licha ya mradi huo kutekelezwa kwa mafanikio makubwa na kisha kuanza kunufaisha wananchi, lakini wakati wa zoezi la ukaguzi, wananchi wamewasilisha malalamiko yao ya kutolipwa ujira na wakandarasi wa makampuni yaliyotekeleza mradi huo kwa awamu tofauti, jambo linalowalazimu kutoa ufafanuzi baada ya mkuu wa wilaya hiyo kuhitaji kujua sababu ya kutolipwa na kucheleweshwa kwa mradi. Ni kweli kuna watu wanatudai Kukubiasi lakini, kuna malipo ambayo watapata. Tunasubiri malipo kulipwa, tukishalipwa, kwa sababu certificate tumeshaandika tayari, mkuu. Kila mmoja atapata haki yake. Utaratibu ulivyo, akishaleta kwetu tunaipitia na tunaihakiki kama ni sahihi. Baada ya hapo, tunapeleka wizarani kwa ajili ya maombi yake, na hatua zote hizo zimeshafanyika fanyika. Eh, katika kila kazi huwa kuna changamoto. Katika, katika mradi huu changamoto kubwa ilikuwa ni mvua. Kukamilika kwa mradi wa maji wa vijiji vinne vya kata ya Lupila ambao unatazamiwa kukidhi mahitaji ya watu kwa zaidi ya miaka 25 ijayo, kunawaibua wananchi kueleza shida walizokuwa wakipata kipindi cha nyuma na hali ilivyo sasa baada ya mradi kukamilika. Maji tukirudi usiku, muda mwingine tunalimia mbali. Kwa hiyo maji huwa yanakuwa mbali, mara visimani, mara mabomba ya kawaida ya mara ya kwanza maji yalikuwa yanakata. Kwa hiyo saa hizi haya maji tunapata kwa muda huo. Ulivyoanza huu mradi Ninashukuru Mungu, umekamilika mpaka saizi, tatizo la maji kijijini kwetu umeisha. Kutoka Njombe, Miefu, Clouds TV.